laisi mama yetu mama Samia Suluhu Hassan, shikamoo mama A, viongozi wote itifaki imezingatiwa. Sisi wengine mama, tumeamua kuhamasisha mambo ya nishati safi kwa kuvaa tu nguo kama mitungi ya gesi <gulia> sasa. <gulia> wakati mwingine ndo huu unakuja unakuta umefanana na kapeti <gulia> Mama, mi nakupongeza sana Mheshimiwa Rais, kwa ujasiri, kwa sababu nilikuwa nasikia tu kwamba Ikuru kule unakaa na wanyama. Unajua kukaa na yani kuletewa mbuga nyumbani kwa kweli ni kitu ambacho kinatisha, ila mi nasemaga kama mama angu, mi ni Mnyakyusa, mama angekuwa rais, nasemaga kabisa mama, kazi nyingi angekuwa nanituma mimi Yaani hapa unatoka umefanya kazi umechoka, kesho unaamka tena kwenye ziara nyingine. Yaani mama Eliudi atoke kuzindua daraja arudi, alale, umwamshe ni ugomvi ambao hauishagi urahisi. Kwanza na, na, nafikiri unahitaji uwe upendi vitu vitamu, kwa sababu eti tubandike maharage alafu nyuma tu huko kuna mbuga, kuna mbuni Tausi. Ah, wako wamekuja uwapikie mboga za majani kuna twiga twiga ah. Mama Eliud lazima atasema we wachinjie wakina Kayemba twiga hiyo mwana. <laughs> Mimi na napongeza na, na sana waandishi wa habari kazi mnayofanya ni ngumu, ya, ni ngumu sana. Tumeona hapa uh, kila sekta mshindi alikuwa anapewa na sekta husika zawadi. Yule ndugu yangu wa maji Watu wote tulikaa kule tusema, wasipompa jaba huyu wanampa simtenki kwa. Kuna sehemu unaweza ukawa unafanya kazi, ila siku wakitaka kukupongeza, kukupa zawadi ni hatari. Hivi umeashumu mtu wa idara ya nyuki, ikatokea ameshinda leo, wakamletea mzinga hapa Halafu kwa upendeleo anasema tampa mizinga nane aende nayo nyumbani kwake. Na sisi, sisi kama vijana tuna tunapata taarifa nyingi sana kupitia vyombo vya habari, vinatusaidia sana lakini mikoani, yani, mzazi anatuamini sisi ambao tuko da kuliko hata chombo cha habari miradi yao, anaweza akaposti kabisa kwamba hali ya hewa kesho mvua itanyesha. Mama Eliud ananipigia, e, mwanangu eti baba ni kweli tanyesha? Wanaamini ukiwa da una taarifa zote kamili. E, kwa sisi wengine makabila yetu kuwa da ni kutoboa yani <laughs> umefanikiwa, na ukiumwa wa da ndo wanachanganyikiwa zaidi. Nilikuwa, nilikuwa nimekaa pale nimekaa pale nyuma naangalia kila mtu anayekuja, uh, anakabidhiwa zawadi yake <laughs> Akaja, akaja yule mama ambaye sasa hivi dakika zilizopita ameahidiwa kwenda Marekani. Mama mimi nasema hiyo <laughs> ya Marekani ndo ungeanza nayo mama <laughs> asanteni sana <laughs> nashukuru sana mheshimiwa Rais.